Shirika la haki za binadamu duniani Amnesty International limeshutumu kundi la waasi wa M23 kwa unyanyasaji wa watu na kusababisha kupoteza maisha huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya Amnesty International iliyotolewa leo Jumanne inasema waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC wamefanya unyanyasaji mkubwa dhidi ya raia ikiwa ni pamoja na mateso, mauaji na kulazimisha watu kutoweka katika maeneo wanayodhibiti. Vitendo hivi vinakiuka sheria za kimataifa za kibinadamu na vinaweza kuwa ni uhalifu wa kivita nchini humo, shirika la Amnesty International lilisema katika taarifa yake ya siku ya Jumanne. Ongezeko jipya la ghasia lililozuka mwezi Januari mwaka 2025 wakati kundi hilo linaloungwa mkono na Rwanda na liliteka mji wa kimkakati wa Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini na kusababisha mauaji ya watu. Kundi hilo limekuwa likiteka miji kama Bukavu na kusababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na kukimbia makazi yao, hatua ambayo imepelekea mashirika mbalimbali kutoa matamko ya, ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Kongo. Kwa upande mwingine, rais wa dhamani wa nchi hiyo Joseph Kabila amekuwa mojawapo ya watu humiwa wanaounga mkono kundi la M23 baada ya serikali ya Kongo kutoa taarifa hiyo. Ikumbukwe mwezi Februari na Aprili 2025 watafiti wa Amnesty walizungumza na watu 18 waliokuwa wamezuiliwa na M23 huko Goma na Bukavu, walishikiliwa kwa tuhuma za kuunga mkono jeshi la Kongo au serikali, madai ambayo wengi hawakuambiwa kwa nini walikuwa wakishikiliwa. Wafungwa walikuwa wamesongamana katika seli zilizojaa zisizo na usafi, kukosa chakula cha kutosha, maji, vyoo na huduma za kimatibabu, shirika hilo liliripoti taarifa hiyo Kumekuwa na matukio ya kutisha kama wafungwa kupigwa nyundo hadi kufa na wengine wa kupigwa risasi hapo hapo. Wamekuwa ni, ni kawaida mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua inayochukuliwa kuwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Katika hatua hiyo, mashirika mbalimbali na mataifa ulimwenguni yamekuwa yakilaani kile ambacho kinaitwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu mashariki mwa Demokrasia ya Kongo na kutoa matamko ya kusitisha mapigano huko Kongo. Daudi Limbe wa Sauti Digital.